nabiyina Muhammadin wala wa alihi wa ashabih waman tabiahum biihsanin ila yaumi ddin, ama bad, ndugu mfuatiliaji wa Halaal Charity Tv, ikiwa tunaendelea na mada yetu kuu, ambayo ndiyo sababu ya mwanadamu kuipata pepo ya Allah subhanahu wataala, ambayo ndio aujabul wajibat ni mambo katika yale mambo ya lazima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwa waja wake, nayo ni tauhid. Ikiwa darsa iliyopita au kikao jalsa iliyopita tulizungumzia ma hiya alibada, tukaona al ibada ni nini, ili tu ibada basi inatakiwa iwe ni vigezo gani tuliona walillahi alhamd. Leo biidhni llahi tabaraka wa taala tutaingia kwa swali la tatu, nasema kaifa na'budu llaha subhanahu wa taala. Tushajua ya kwamba ibada ni nini na ili itwe ibada inatakiwa iwe kwa sampuli gani au kwa aina gani ndiyo iwe ni ibada ile ambayo inamridhisha Allah subhanahu wataala na inampendeza Allah tabaraka wataala, na bila shaka awe amekubali Allah subhanahu wataala. Vipi tutaifanya ibada hii? Kaifa naabudullah, vipi tutamwabudu mola wetu? Vipi tutamwabudu mlezi wetu na muumba wetu?

na yale aliyotufundisha, aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. lianahu ma yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume alayhi salatu wassalam hazungumzi kwa hawa za nafsi yake, bali ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapoyazungumza masala yanayohusiana na dini yetu. Angalia muislam anapokuwa tayari kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume alayhi salatu wassalam katika ibadat, katika mambo ambayo ni ya kiibada, katika mambo ambayo ameyaamrisha Allah subhanahu wa taala, bali katika maasi, akawa mtu atajiweka mbali na maasi yale kwa kufuata makatazo ya Allah subhanahu wa taala na makatazo ya Mtume alayhi salatu wassalam, huyu pia atakuwa amemtii Allah na mtume wake.

lazima uwe mbali kwa sababu makatazo yale ameyakataza Allah subhanahu wataala na Mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Na vile vile unapoyaendea maamrisho ya Allah subhanahu wataala utakuwa vile vile umemtii Allah subhanahu wataala katika maamrisho na vile vile umemtii Allah subhanahu wataala kwa kuwacha alichokukataza. Ndugu Muislamu, sisi tuna mahaba na Mola wetu Tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka halipingiki hali, hali katika kila akili ya mwanadamu au kila akili na moyo wa mwislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia mazuri lailan na nahara, anatunemesha na neema nyingi. Kwa hiyo sisi ni juu yetu kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuamrisha yeye.

Allah au kumwabudu Allah tabaraka wataala kama vile alivyotuamrisha Mtume alayhi salatu wa salam, basi tunaziharibu amali zetu, kwa sababu sisi tutakuwa tunayafanya mambo bila ya kufuata maamrisho yake Allah na mtume wake, bila ya kufuata yale aliyotueleza Allah subhanahu wataala na njia za kumwabudu yeye, itakuwa tumebuni njia ambazo hazipo ma anzala llahu biha min sultan

ikiwa ibada ya sadaqa aje, mtu atekeleze ibada ya sala. Bila shaka tunatambua kwamba swala ni miongoni mwa ibada kubwa za Allah subhanahu wataala, na Allah amezieleza. Kwa hiyo mtu akaja akaswali, lakini akaswali kwa haia ambayo anaijua yeye, kwa sampuli ambayo anaifahamu yeye, basi huyu ataregeshewa ibada ile na Allah subhanahu wataala, wala haitokubaliwa. ya ayuha alladhina amanu

anaregeshiwa mwenyewe siku ya qiyama. Kwa nini? amefanya vizuri katika rukuu, lakini katika sujudu amesujudi anavyojua yeye, hakuna utulivu katika swala yake, hakuna kadha. Kuna mambo mengi ameyafanya bila au mbali na vile alivyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam. Na katika riwaya nyingine, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, yoyote atakayezua

Leo hii nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimewatimizieni neema zangu, wa raditu lakum lislama dina, na nimeridhia kuwa uislamu ndiyo dini ya haki. Kwa hiyo ikiwa dini imeshakamilika man anta, ni nani wewe mpaka uje na kitu kipya katika dini hii? Ni nani wewe mpaka uje ufanye ibada kwa sampuli unayojua wewe ambayo hakuifanya Mtume alaihi ssalatu wassalam. Ni nani wewe mpaka uje uswali swala ambayo hakuswali Mtume alayhi salatu wassalam swala hiyo. Na naam, lau tutaingia ndani tuangalie vile swala zinavyoswalia zinavyoswaliwa na watu subhana almaliki lkudus, kuna watu wanafanya ajaib katika swala zao, lakini tuchukue tu tafsiri hii ndogo na maelezo haya mafupi ya kwamba yoyote atakayefanya mambo ambayo Allah hajaamrisha na mtume alayhi salatu wassalam hajafundisha, basi huyo atambua ya kwamba atarudishiwa amali zake kama hizo. Hadithi hii ya mtume alayhi salatu wassalam yadulu, inajulisha ya kwamba kila ibada sawa au njia yoyote ya dini lam yashraha Allahu subhanahu wataala

ni ibada ambayo umeitunga wewe ukaja nayo katika dini na njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atambuya kwamba wa watutabaru bid'atun itazingatiwa kwamba hiyo ni uzushi wa huwa ta'kid ala wujubi ittiba'i sunna walibtida'i au ibtiadi ani libtida'i fi dini. Na hadithi hii inakokoteza na kuonesha kwamba

akaona leo wacha tuswali sampuli hii. Amelala, ameamka, akaona leo wacha tufanye jambo hili maadamu kuna, kuna kadha na kadha. Alafu akuambia wafalul khaira la'allakum tuflihun. Huna anakuja na aya katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, anachukua aya kipande cha aya katika Quran anakuja kustadil. Dalil iko aya ya Allah iko sawa, dalili sawa

Ni kheri ambayo inajulikana imefundishwa na Mtume alaihi ssalatu wassalam, ndio umetakiwa uifanye ili upate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wataala. Tunamuomba Allah tabaraka wataala kwa haya atujalie ni wale ambao watayasikia yale ya, ya kheri na kuyafanyia kazi. Tunamuomba Allah subhanahu wataala atuweke mbali na kila yale yote ambayo